Tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika mwaka huu, kila mmoja wetu ashiriki kikamilifu, tuzingatie yafuatayo: kuwa kura yako ina manufaa endapo utampigia mgombea ambaye ni mzalendo, ni mwaminifu, mwenye hekima, busara na nia njema, na kura yako hiyo hiyo ina madhara sana makubwa ukimpigia mgombea ambaye si mwaminifu, ambaye hana dhamira njema ya uongozi. Hivyo mwananchi unapokutana na dalili zozote za mgombea au mtiania ambaye anataka kukushawishi kwa namna yoyote ile, jua kwamba kuwa huyo mgombea ana dalili ya kuwa na uongozi ambao hautakuwa mzuri. Hivyo vitendo vya rushwa ni kiashiria na dalili kuu ya mgombea ambaye hana dhamira njema, na kamwe tusimchague. Tulikutana na viongozi wa dini ambao tumekubaliana kushirikiana, si ndio? Kushirikiana na kuelimisha waumini wa wao juu ya ubaya wa rushwa katika uchaguzi, ili watekeleze wajibu wao wa kupigia viongozi ambao ni bora. Kwa hiyo, tutaendelea kushirikiana na viongozi wa dini katika kuelimisha waumini katika madhehebu mbalimbali ya Kikristo ya Kiislamu kwa kushirikiana nao kwa pamoja. Kwa hiyo tutaungana nao huko makanisani, misikitini. TAKUKURU Tanga yaboresha mfumo wa huduma za udhibiti taka ngumu jijini Tanga. Kwa upande wa chambuzi za mfumo, katika kipindi husika TAKUKURU mkoa wa Tanga imefanikiwa katika utekelezaji wa matakwa ya sheria na kanuni za udhibiti wa taka ngumu nchini Tanzania kwa kutumia mfumo wa punguza, tumia tena rejeleza taka au kwa Kiingereza tunasema reduce, re, re, re, reuse and recycle. Katika mkoa wa Tanga, mfumo huu umeanza kutekelezwa katika kata ya Central, Chumbageni na Ngamiani Kati.